Spika wa bunge la taifa Moses Wetangula na waziri wa vyama vya ushirika Wycliffe Oparanya wameanzisha mchakato wa kuwaunganisha viongozi wa eneo la Magharibi mbele ya uchaguzi mkuu ujao ili kuhakikisha sehemu hii inanufaikia kuwepo ndani ya serikali tawala. Wakizungumza wakiwa eneo bunge la Kuisero na Matungo mtawalia, Spika Moses Wetangula, waziri Wycliffe Oparanya, waziri wa mazingira Debra Baraza na baadhi ya viongozi wa eneo la Magharibi wa maapa kushirikiana kikamilifu ili kuimarisha muungano wa Magharibi, wakitoa onyo kwa wale wachache ambao watatatiza juhudi hili. Mimi nataka nyinyi wabunge ambao mko hapa, mkisema jambo liwe hilo jambo na sisi tukiketi hapo, hakuna tukitoka hiyo meza tena unifuate oh, paranya mbele mbole ndi mbele mbole bonutorio <laughs> na sisi tuko watu wengi, tukiwa pamoja na tukaamua tuende mahali pamoja, tutaheshimika. Tusipoungana kama Wakenya, tusipoungana kama jamii, shida natungojea mbele. Mkiona mimi na Oparanya tunatembea pamoja, sio kwa sababu sisi ni wajinga asiyo, sababu hatujui kile tunafanya. Sisi tunasema imefika wakati jamii ya Waluya tushikane. Viongozi hao wamedokeza kuwa katika uchaguzi mkuu ujao kiongozi kutoka eneo la magharibi ni lazima awe mgombea mwenza wa rais wa sasa William Ruto, na amesema kwamba kabla ya kura ya 2027 kuisero hii itakuwa na la hiyo ndio kwa sababu wale watu wa shares wanasikia vibaya, walikuwa wanafikiria kwamba wakati tulikuwa kwa azimio tutakaa njaa, naye Mungu akatuma mtoto wa Margut wa Wakamagut, anaitwa Daktari William Samoe nani. Kuna Kuisero housing program itaanza. Kuna soko yetu ya Kuisero itajengwa. Tumeita hao viongozi, sisi tumeita Mudavadi, tumeita Wetangula, tumeita Oparanya na hata tumeita Eugene. Tunataka waongee. Tunataka hawa waine ndiyo kisuizi ya kufanya sisi hatuwezi pata uongozi. Tunataka tukuwe kwa chama kimoja, kura yetu yote tuweke kwa tebe moja ongozi hawa wameonekana kuwashutumu maafisa wa usalama waliohusika kwa mauaji ya mwanablogi Albert Ojuang wakitaka haki kupatikana kwa familia ya mwenda zake. Yale ambayo amefanyika kule Homa Bay na kule Nairobi kuhusiana na yule mwalimu Ojuang, sisi kama viongozi wa hapa magharibi, na hata niliona mheshimiwa spika akisema jana ya kwamba sisi hatuungi mkono ukiukaji wa haki za kibinadamu wale waliofanya kile kitendo wachukuliwe hatua. there is nothing on earth that can accept, I mean, that is acceptable to take any human life, every life is sacred. Nikupatia West TV kutoka Koyonzo, Matungu, kaunti ya Kakamega, ni temeshak Obonyo.